Mkuu wa jeshi la polisi IGP Camillus Wambura amefanya uhamisho wa makamanda watatu. Waliohamishwa ni kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi SACP George Katabazi ambaye alikuwa kamanda wa polisi mkoa wa Dodoma amehamishiwa makao makuu ya upelelezi wa makosa ya jinai Dodoma. Nafasi yake imechukuliwa na, ya na kamishna msaidizi wa polisi Galus Hyera ambaye amehamishwa kutoka kuwa kamanda wa polisi kikosi cha reli na kuwa kamanda polisi mkoa, Aitha, wa polisi mkoa wa Dodoma. Aidha, kamishna msaidizi wa polisi ACP Madrid Kuyeto amehamishwa kutoka mkuu wa polisi wilaya ya Kinondoni kwenda kuwa kamanda wa polisi kikosi cha reli. Uhamisho huo ni mabadiliko ya kawaida yanayofanyika ndani ya jeshi la polisi katika kuongeza ufanisi wa utendaji wa kazi. Imetolewa na msemaji wa jeshi la polisi makao makuu ya polisi

Juni 17 mwaka 2025, mkuu wa chuo cha Kilimanjaro Institute of Technology and Management kilichopo Mwenge jijini Dar es Salaam chenye ithibati na usajili wa nacat namba reg mkwaju ane mkwaju 29 anapenda kuwatangazia nafasi za masomo kwa ngazi ya diploma na certificate kwa muhula wa masomo utakaoanza Oktoba 2025 katika kozi za IT, hotel and tourism management, front office, business administration, accountancy, procurement and supply. Chuo kimebobea katika ufundishaji kwa njia ya vitendo na kime weza kutoa wanafunzi wenye weledi. Wengi wameajiriwa ama kujiajiri, na kwa wale ambao wameamua kuendelea na digrii wameweza kujiunga na vyuo vikuu bora hapa nchini na nje ya nchi. Pia kuna kozi fupi za computer application, graphic and design, video production pamoja na CCTV camera. Kwa maelezo zaidi, piga simu namba 0717816034 au 0754864361. KITM elimu na ujuzi kwa uchumi